Mimi naitwa Peter Nasare, ni mkuu wa kanda TOSCI, kanda ya nyanda za juu kusini. Tupo hapa Mbeya kama, eh, mwenzangu alivyotangulia kujieleza hapa kwamba tupo kwa ajili ya kutoa mafunzo eh, kwa wazalishaji wa mazao ya miche ya miti na matunda eh, kwa ujumla nitajaribu kuongelea zaidi jinsi ambavyo udhibiti ubora wa miche ya miti na matunda utafanyika baada ya kupata mafunzo hapa. Kinachotakiwa sasa hivi ni wao eh, kusajili vile vitalu vyao, ili ukaguzi uweze kufanyika. Kwa hiyo kitu cha kwanza wameshapatiwa mafunzo eh, kitu cha pili wanatakiwa ajisajili kwenye mfumo wetu wa TOSCI ili waweze kupata kibali cha kuuza mbegu. Baada ya hapo wasajili vitalu vyao ili viweze kukaguliwa eh, tayari tuna aina hizo sita ambazo zimesha, e, tumezitaja hapa ikiwemo hasi ambayo ni maarufu zaidi e, Kwa hiyo sasa vile vitalu vyote vya parachichi kwa kanda e, kwa, kwa, kwa ya nyanda za juu kusini wanataka wasajili vile vitalu ili tuweze kufika na kuvikagua. Vikishakaguliwa vitathibitishwa, miche ambayo itakidhi vile viwango vya ubora itathibitishwa, mwisho wa siku kabisa itabandikwa lebo za ubora tayari kwa kwenda kwa wakulima. Kwa hiyo tunaendelea kuwahamasisha wakulima wajitahidi sana waweze kusajili vitalu vyao mapema, ili tuweze kufika kwa wakati kukagua na mwisho wa siku e, e, miche iweze kwenda kwa wakulima kwa sababu ndio tunaelekea kwenye msimu sasa. Nashukuru.